Hapa nitakuletea uh, sababu na dalili zinazoonyesha kwamba njia ya mkojo ina uvimbe au njia yako ya, ya mkojo imeweza kuvimba ina maambukizi. Sasa moja ya, ya, ya, ya sababu zinazopelekea njia ya, uh, ya, uh, ya mkojo kuweza kuvimba. Cha namba moja watu nasema ni maambukizi ya bakteria; kuwepo kwa bakteria na sababisha inavimba. Lakini pia ngono bila kinga, unapokuwa unashiriki ngono bila kinga na mwenzako atakuwa na maambukizi, basi unaweza kawa njia ya mkojo kuweza kuvimba. Lakini pia mwisho, huwa tunasema ni maambukizi ya UTI kwa muda mrefu. Ndugu yangu, kama unateseka na UTI wewe mwanaume, wasiana mimi leo ni kuelekeze nini unachotakiwa kufanya kuondokana na changamoto ya UTI mara kwa mara. Sasa ni dalili zipi zinazoonyesha kwamba njia yako ya mkojo imevimba? Namba moja au uh, unachoma choma unapokojoa. Yaani unahisi kama kuna vitu vinakuchoma choma unapo pale unakojoa. Lakini pia namba mbili watu unasema, maumivu ya ndani ya ume, unakuta ndani ya ume kuna kuwa kama vile kuna maumivu. Kama unapitia dalili hiyo, basi jua njia ya mkojo imeweza kuvimba. Lakini kuchubuka na miwasho, ukiona unachubuka kwenye ume na unapata miwasho mikali sana, basi inaweza ikawa dalili hiyo moja wapo ya kwamba njia yako ya mkojo imeweza kuvimba. Kwa hiyo kama una changamoto hiyo, kama una changamoto yote kwenye ume, wasiana Dr. Jimmy leo kupata msaada zaidi. Karibu na Mungu akubariki.